Yes mtazamaji wa Asili Yetu TV karibu katika kipindi hiki ambacho tunakutana na wadau wetu au ambao ni wadhamini wetu waliotusapoti katika event yetu ambayo inakwenda kuhitimika tarehe mosi ya Novemba 2025. Na siku ya leo niko katika mtaa wa Mama Mngoni kuweza kupata mawili matatu kupitia kwake, kwa kuwa yeye ni msimu wa kwanza anaungana na familia hii ya Asili Yetu TV katika event, kujua kipi ambacho kimemvuta zaidi, lakini pia ni huduma gani ambazo tazitoa au anaendelea kuzitoa na tunahakika kwamba tutakuwa ni moja kati ya familia yake pia katika kumuunga mkono katika siku ya Asili Yetu TV. E bwana, ungana nami basi, naitwa mzee wa tatu, niko na Mama Mngoni, lakini nyuma kamera tuko naye Uncle G, pamoja naye Kevo Mnyama. Asante, twende mpaka pamoja. E bwana, Mama Mngoni, habari yako? Uko poa? Eh, vipi mbona vile umechoka? Pole na kazi. Wanasema e, <laughs> majukumu ndo sehemu ya msingi wa kimaisha. Lazima tupambane. Eh, bwana, karibu kwenye Asili Yetu TV. Asante sana. Kwa mara ya kwanza tupo katika eneo eh, lako la kazi eh, wazungu wanasema site. Hapa ndo Mama Mngoni mgahawa wenyewe. Aa, vipi hali ya biashara kwa sasa hivi? Kwa kweli namshukuru Mungu hali ya biashara kwa sasa mm, iko vizuri kama kawaida kawaide. Bwana, kama mm, tunataka tuzungumzie machache kuhusiana na mgahawa wako mm, lakini mara baada ya hapo kikubwa zaidi tutazungumzia pia upande wa event ya Asili Yetu TV. Tukianza na mgahawa wako, labda kwa yule ambaye ni mara kwanza na na ya kwanza anakutazama na hajawahi kukuona au kusikia huduma ambazo unazitoa kwenye mgahawa wako, basi ni vyema ukatujuza ni aina gani ya huduma ambazo unazitoa katika mgahawa huu. Huduma ninazozitoa kwenye mgahawa wangu ni pa kwanza, karibia vyakula aina zote zinapatikana. hmm, pili hmm na tamani ni vitaji asubuhi, e, utapata nini? e, mchana, unapata nini? masiku, nini? e, e, tu, tutaje tu kwa haraka haraka tu, sio mbaya kwa haraka tu. Asubuhi kuna supu ya kongolo, mm. Kuna kande, mm. Kuna chapati, okay. Kuna chai, mm. Mchana kuna ugali, kuna wali, mm. Kuna chipsi, mm. Mboga ninao samaki, mm. sato, sangala, mm. kambale, kibua, maini, mm. dagaa Maharage. Asante. Hivyo ni vyakula ambavyo vinapatikana. Vinapatikana vipi, upande wa vinywaji, labda mgawa wako pia unahusika na vinywaji vi vyote? Mm, vyote vyote vinapatikana. Kwa kiamua kupiga msosi afu ushtue moja moja baridi. Bwana safi, tunaambia kwamba mgawa huu mbali na vyakula, lakini pia kuna aina vyote ya vinywaji ambavyo vinapatikana hapa. Uh, lakini tunatamani pia kujua uh, kiufupi, ki, ki tu kwamba bei zako kwa za vyakula cha bei ya rahisi kabisa ni kiasi gani afu na chabea mwisho juu kabisa ni kiasi gani tukiweza tuende vyote itakuwa mbali chabea ya chini kabisa na chabea juu kabisa chabea chini kabisa elfu moja mia tano maharage au ugali maharage hey. hey. hey. na cha juu kabisa ni ugali samaki elfu saba. hapo nimejitoa bamia pembeni Okay. M kuna, kuna, kuna tumezoea kwenye migahawa mengine mm, ukinunua chakula mm, unakuwa unapewa labda bonasi ya matunda kidogo au juisi, mm. Sijajua kwako, mimi panakwaje. Kwangu bonasi ya matunda sina ah, ila eh, kwenye mboga eh yoyote huwa umekula samaki, umekula maini, umekula nini, utakutana na bamia, nyanya chungu, mboga za yeah. majani pamoja na maharage. Kilichokifanya we ni kuchukua yale matunda ambayo hey. yanatumika ya, ya pia kama mboga hey. kama nyanya chungu hey. sijui bamia nini hey. ukayachanganya, kule kwamba kuliko kumpa matunda kwenye sahani, atakutana naye huko moja <laughs> <ba> <laughs> okay. Um, vipi upande wa vyakula vya asili? Tumezoea kuona migahawa mingi inaenda na vyakula vya kizungu sana mm. Uh, vipi upande wako vyakula vya baadhi vya asili ambavyo unaweza kupatikana? Vinapatikana ugali wa muogo, ugali wa ulezi, dona, lipo vyote vinapatikana. Okay. Kande ni chakula cha eh naenda kuuza asili. Na migahawa mingi unajua, hata kama mbale au tujui aina ya kande unapozungumzia, kuna kande aina mbili, kuna kande za kukoboa tumezoea naenda mashineni na, lakini pia kuna kande zile za mahindi mabichi wanapika mm. tuna, za mahindi mabichi. Okay, kwa yeah. Zile ambazo tunasema hazijatolewa virutubisho. Asante. <laughs> <laughs> Okay. Karibu ndani ya Asili Yetu TV kwa mara ya kwanza unaisupport event ya Asili Yetu TV. Kwanza unajisikiaje kupata nafasi kama hiyo? Yaani nimejisikia furaha sana kwa mm, sababu Asili Yetu TV ni wanafamilia. Yeah. Nafikiri, yani nimeanza nao mbali. Okay. Na ninatamani ni waone wafike mbali. Mm. Yaani nawakaribisha watu wote kwenye event hii waje wawajibike mm, ili tuwasupport Asili waweze kwenda mbali zaidi, ila nimefurahi sana yeah. Kwa sababu ni wanafamilia yangu okay. Mno mm. Wamesababisha hata jina la Mngoni limezikua eh. Kubwa okay. mm. mm. Pengine watu bado hawajajua nini maana ya kufanya kazi na vituo hivi. V vya TV za mtandaoni tunasema mm. kwamba pengine mtu anapoambiwa labda kuna gharama ndogo za kuchangia, mtu anahisi kama vile anapoteza tu gharama zake mm. Uh, unalipi la kumwambia yule ambaye bado anasuasua au ana moyo ambao haufunguki kwenye kuwekeza upande wa matangazo? Mimi naona wafunguke na yeah. watumie Asili Yetu TV kwa sababu mm. mimi ni, ni mnufaika wa Asili Yetu TV okay. kwenye event yangu nafikiri nyinyi ndio mlikuwa mm. supporter eh. kubwa baada ya matangazo yenu kwenye Asili Yetu TV, mm. wateja kwangu wameongezeka no. wamekuwa wengi. mm. Kwa hiyo kupitia Asili Yetu TV ukitangaza biashara yako ukiambiwa changia kiasi kidogo, mm. nafikiri hamna gharama kubwa kwa yeah. sababu, gharama ni ndogo ndiyo. na support unayopata ni kubwa. yeah. mfano mimi huwa naangalia hata mnavyoposti vyakula vyangu yeah. wako baadhi, nafanya delivery napeleka. okay. tumeona kwenye akaunti ya Asili Yetu TV kuna hichi na hichi, je, hapo kipo mm. ndio, kipo, napeleka kwa hiyo wigo wa biashara yangu umepanuka e, mm. Umeutanua vizuri na yani, watu wasiogope. Mtu anapokuambia hivi, naomba uchangie shilingi elfu hamsini faida utakayoingiza ni zaidi ya okay. e elfu hamsini upande wako sasa, wewe mm. upande wako wewe sasa, na, na, na, na, na, na, na utawala wa eneo lako la kazi, mmejipangaje siku ya event hiyo, siku ya event? hey. Tumejipanga vizuri mm. Lazima tuhudhurie lile eneo pale mm. na biashara yetu tutatangaza vile vile pale okay. Tutakuwepo na vinywaji na hey, chakula tutakuwepo, mazingira. Okay, ili tunaposema jamani, kuna ugali wa muogo hey, pale wa ukuta wa uone wa uone, kuna e, ugali Kamba... wa ulezi, wawone. Wawone. Hey. <laughs> chakula cha asili kande pale wa zioni. <laughs> Watu wajiandae kula vitu tofauti hey, kutoka Mama Mngoni vitu tofauti mm. Mm -hmm. Okay, uh, vipi u, u, upande tunasema kwenye kutoa huduma kama hizi mm. mara nyingi huwa tunahitaji wahudumu wa, wa ao wa wengi wengi kwa mm. lengo la kila mmoja apate huduma kwa wakati. okay. Aa, labda wewe umejipangaje? mimi nimejipanga nikiwa na wafanyakazi wangu watatu tu wanatosha. Hey, Ayon, mambo yanakuwa ma, mazuri. Mambo yanakuwa mazuri kwa sababu ni wapishi wazuri mm. ni wana customer care nzuri kao okay, kwa hiyo ninaamini kwamba kila kitu kitaenda sawa. Okay. E, lipi ambalo unamshauri yule ambaye bado hajapata kadi ya kuungana kwenye event ile? mimi ninachoshauri watu watafute hiyo kadi mm. waipate okay, wachange wafike eneo la tukio wajifunze ili e. e. tuweze kutanua mawazo ya kibiashara kuongea na mteja wako wewe mbali na usiku wa event ya Asili Yetu mm. kwa mteja wako wewe wa Mama Mngoni, Mngoni Mgahawa, uh, unalipi la kuongea naye kulingana, lakini pia tunatamani kwa yule ambaye mara kwanza labda anakutazama umwambie maeneo yanayopatikana mm. lakini pia umwambie Muda unaofungua ni saa ngapi na unafunga saa ngapi? Eh, mwingine anatamani labda anaona mkienda saa hizi usiku Mama Mngoni atakuwa mshafunga bana au saa hizi asubuhi bado hajaamka. Eh, mimi mm. nafanya kazi masaa 24 mm. muda wote muda wote nipo kazini usiku nipo kazini mchana nipo kazini okay. kwa sababu eneo tunalofanyia biashara ni eneo ambalo lina mchanganyiko wa watu muda wote mm. kuna vilabu hapa vinakesha na nini. na nini kwa muda wote huduma hapa zina patikana mm. Chai asubuhi saa mbili ndo huwa inakuwa tayari, na supu saa mbili inakuwa ipo tayari okay. E, na, na mara nyingi wanasema kwamba wateja wako wakubwa ni watu wa kupita mm, wakisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine mm. ah, changamoto ipi ambayo labda inakukuta kwa wale wateja ambao wanatoka labda mkoa fulani wanapita hapa wanahitaji huduma chakula? mm. Hey, okay. Changamoto zipo hey. Sio nyingi sana za kawaida hey. Kwamba unaweza kwa sababu wameshaona Asili Yetu TV kwa Mama Mngoni chakula kinapatikana masaa 24 okay. Utakuta gari zima hey. Wanasimama okay. Mimi sikuwa na taarifa kwamba kuna gari zima kwa kama vile surprise. E, kwa inakuwa wama una gaial namna ya kutoa sasa huduma kidogo, kidogo. Hey. Lakini ninachomshukuru Mungu huwa hmm gumia kwa wakati. Okay. Changamoto mnazo kutana nazo usiku, mteja anakuja amelewa, lakini <laughs> anahitaji chakula, kisha kula <laughs> chakula, hataki kulipa hela, anaanza kukutana mashati yani. Kwa hiyo ni vitu <laughs> <inibiti> vya <wa> vya kawaida <laughs> <laughs> Asante. hebu tu tuambie basi mgawa wako unapatikana mtaa gani, gani? Mgawa wangu unapatikana mitaa y Vegas <laughs> nje hapo kuna bango kubwa limeandikwa Mama Mngoni Mgahawa. Okay. simu yangu muda wote ipo hewani, mm. unaweza ukaja hapa ukala, kuna lipa namba, sio lazima uje na kesh eh, huduma e, zote zinapatikana, kwanza yani ni masaa 24. asante e. kwa faida mtazamaji, tunaomba mtajie namba yako ya simu ili kwa yule ambaye wako mbali, umesema kuna changamoto wana, wana kufanyia surprise? E. E, alafu inakuwa changamoto tena namna ya kutoa huduma kwa wakati sao, e, kwa hiyo ukiwatajia namba ya simu kidogo unakuwa unarahisisha kwamba wao wanaweza kukupa oda tunaku namba hmm, yangu ya simu ni sifuri saba sita tatu arobaini na saba kumi na sita hamsini na saba. Asante. Naombe uirudie tena, sifuri saba sita tatu arobaini na saba kumi na sita hamsini na saba. Asante. Hmm. na na sana. Ebwana, nafikiri utakuwa unaipata hiyo, ni namba ya Mama Mngoni ambayo anapatikana hapa kuhakikisha kwamba unapata huduma safi eh, ya kiwango lakini Nachokwambia tu ni kwamba Mama Mngoni mgahawa wanapikia eneo la wazi, lakini pia ni eneo la nje kabisa, kuonyesha kwamba hakuna yale mapishi ya kujificha ficha ya kuweka kule eh, upande wa chumbani. Hapana, tunapika eneo la wazi kuhakikisha kwamba usalama na usafi unakuwa umezingatiwa uh, katika ubora unaotakiwa kiafya ya kibinadamu. Basi tunashukuru kwa wewe ambaye umechukua nafasi yetu kutazama eh, lakini pia kusikia maoni eh, na baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa unataka kujifunza kutoka kwa Mama Mngoni mgahawa. Na hii ni Asili Yetu TV na huu ni msimu wa pili wa eventi bora ambayo inakwenda kuhitimika tarehe mosi ya mwezi Novemba elfu mbili na 25 usikose tu kutufuatilia katika peji zetu zote za WhatsApp, lakini pia ingia katika YouTube chaneli yetu Asili Yetu TV, una comment, una subscribe, una like, lakini pia una share, ili tuweze kuungana na familia wengi tuweze kujumuika pamoja katika eventi yetu. Tunashukuru kwa wewe ambao umechukua nafasi hii kuitazama mwanzo mpaka mwisho na umeungana nasi kwa ubora zaidi uliotukuka. Naitwa Mzee wa Tatu, niko naye Kevo Mnyama akiwa nyuma ya kamera, bila kumsahau Anko Ji. Tunasema asante na karibu tena katika wakati mwingine. <coughs>